Ni mtia moyo mtu mmoja leo anayetamani kujua Mungu, nimekukosea nini Mungu? kwa nini nimelaani Mungu? watoto wangu wananuksi, kwa nini sikuwa mzazi mwema? Mfike mahali umwachie Mungu mawazo anayokuwazia, mfike mahali uwache afanye mawazo anayokuwazia, kwa sababu ni mawazo ya amani, kwa kupa mwisho ulio mwema. Unapotaka kujua mawazo yake kwanza huwezi kwa sababu amesema ni kama mbingu na ardhi. So anayejua mawazo anayekuwazia ni mawazo ya amani, ni ya amani na kutia moyo. Leo mwache atimize mawazo yake kwako, bila wewe kuendelea kujidepress kwa kutaka mawazo yako yatumie kwa mtoto wako. Anajua mawazo anayokuwazia, kwa usijistress Amini tu, acha mawazo yake ya amani yafanyike macham wako, sio kwa kutaka kwako, acha mawazo yake ya amani.